Wewe unajipitia tu bila hata kuwasalimia wenye nyumba. Mi waga sina kawaida kusalimia vita ci mpita njia. Ni wewe hapo na yule mama wako mzazi ambao amelala mle ndani, unatakiwa ufahamu kwamba dhamana yako na huyu mama yako aliyelala huku ndani ipo mkono yaani nikiamua hata leo hii nafungasha vitakataka vyenu na mnaondoka ushahidi pekee ndio utaamua nani aondoke na nani abaki ndani. huko ushahidi ushahidi gani huo unazungumzia kitu gani hapa eh? eti unazungumzia nini ni wewe sikiza nikwambia eh? wewe malaya usije ukahisi kwamba vitu vitamu ambavyo mimi nampa mume wangu anaweza akavisahau. Kwa hiyo hayo maneno yako ya shughuli, yaani huwezi kunitenganisha mimi na kanchi, labda mimi siku nitakayoamua ni kutenganishe wewe na kaka yako kuja. <laughs> <laughs> <laughs> nikwambie kitu, hebu subiri muda uongee. hey, muona haraka wewe. tulia dawa yako inakuja. Upo mwari, mimi na wewe ndo tutajua nani kisu chake kikali. Shangazi, jitahidi sana, hicho kisu chako kisije kikawa butu ukashindwa kukata hiyo nyama ambayo unaitegemea, unasikia? weka hapa. Nadhani unaweza ukaenda, usije ukasahau wateja wako huko, ukashindwa namna ya kuingiza riziki, kwa sababu unategemea mwili wako uweze kupata pesa. Wasalimie uko uendako, ujanisikia? Ujanielewa? mwenyewe unavyojitambaga, ni mtu hata awezi kufikiri kwamba uwaga unakula chakula cha kengele. Maskini ya Mungu, dada wa watu, unategemea kakaako afanye kazi, wewe ndo ule. Mimi wifi yako niingie jikoni, ukae hapo tumbo lako liweze kuneemeka. Majuto. Nasema chakula cha nani cha eh? eh? Yani kaka, kaka yako sasa nakula cha kaka yangu. sijaazima wala sijaomba cha kaka yangu. ni damu yangu yule, niache ni enjoy bwana Wewe kumbe akili una yani, unajitapa kabisa kwamba ninakula chakula cha kakaangu, ukiwaga hofu kazini kwenu, unakuja kulala kwa kakaako, ukisikia njaa unakula kwa kaka yako. Hey, ngoja tuongee watu wawili, wifi yangu, tupo mi na wewe. Niambie ukweli, mi mwanamke mwenzimu. Hmm? na kama unalipwa pesa, unazifanyia nini? kwa sababu mama yako anaumizwa na mume wangu, mume wangu huyo huyo anakulisha wewe, anamlisha na mama yako. Wewe pesa zako unapeleka wapi? Eti kwani unanionea, hmm? Kama ulitaka kula vya kaka yako, ingebaki kwa kaka yako. Kwa nini umeolewa haraka? Umeharakia mambo. Kumbe nao unataka kuenjoy kama mimi ninavyoenjoy kwa kaka yangu. Hmm? Nenda kwenu basi. Ile <laughs> ninavyosemaga kila siku wewe una nuksi. Wala uaga sikosei. Alafu sio nuksi tu kujielewe. Mimi mwenzako sina baraka mbovu kama za kwako. Nilipendwa mapema sana na Kanji. Akaniona ameamua kuniweka ndani. Aya, we unayangaika, hmm? Eti we ndunga imbe nikwambie kitu ifi? Hmm? Chichakula ni kitamu sana. Oya, so mchevi hmm? Nachininjoy mm. hmm. Oya we fundi mm-hmm. Ulisomaa utoemenaet Unajisikia raha eh? Ah, hmm? Enjoy sasa tu. <laughs> <coughs> Usinipandishia sukari. iza kule iko chakula jamani, e, e, Anifa uje utoe hivi vyombo hapa. <coughs> Yaani Katarina unaonekana hiyo shughuli hata uitaki mpaka sasa bado, ndo kwanza ni unataka kuosha vyombo hivi? Kweli wewe, shughuli wewe, unaenda wewe hivi kimwaji, shoga yangu, mimi nikosa kwenda kwenye shughuli? Mimi nimekubali kuachika kwa sababu ya shughuli, shoga yangu. Kwanza leo niko leo, wewe unatashafa kabisa, niko leo, kuna mtu anakuja kunipandika mtunzo, shoga yangu, lazima niende, yani lazima nisogee kwenye shughuli, niko juu juu eh. Hey, namalizia tu hivi. Unajua mambo ya na nani ya shughuli, ukishakunywa pombe unasahau mpaka kesho kwao. Unavyosha kabisa hivi vyombo, tunaondoka. Shoga yangu, niko juu juu na hiyo shughuli sasa basi, ako dugu wangu na mimi tuko nyuma hapo pale wakati tuna bandiko na tuna mibandiko cha hapo nyuma namalizia, si ndio? Chizi shughuli wewe. Sasa mimi nimekuja hapa pia unionyeshe huo uchizi wako, unionyeshe huo umilembe wako. Na mimi pia nikuonyeshe ule umilembe wangu kwamba kweli nimechanganyikiwa. fumi ndio chizi mwenyewe umefanya nini, mi bogo bogo. Ah, ue, nini uona, Angela, mimi bogobogo? Aha. Wewe wewe umefanya nini si ndio? Wewe una incharasia mimi? Yaani mimi mimi kibaka. Watu wote wanajua mtaani kwamba mimi mwizi. Si ndio? Kwamba mtaa mzima mimi ndo nawakaba. Kwamba mimi mimi bogobogo, nikivaa nguo zangu mimi sifui, nikivaa nguo ndo hiyo hiyo, ndo nguo moja. Hai nguo moja hii. Oya. Nani anakusingizia? Tulia oya. Hii ndo true story na kuonyesha kwamba mimi ndo true story kweli. Yaani mimi siigizi maisha mdogo wangu. Sasa nataka nikuonyeshe wewe si ndo mwanja? Wewe oh, umemwambia nini mke wangu mi? mimi? Si umemwambia mimi mimi kibaka? Si umemwambia mimi mwizi? Mimi jamani, nimemwambia hivyo Adija moto. Mimi sitamwambia chochote boga boga, akili la yake Mungu. Sikiliza, mkwambie mtoto wa kike. Wewe atulia. Wewe wewe. Wewe nisikilizeni ninyi. Wewe, misho yangu mimi sitaki kuletewa kelele za hivyo. Msikie ninyi. Misho zangu sipigiwi kelele, misho zangu ni za kimya kimya. Wewe soma afali ya chuo kikuu, maafali ya so sekondari, bwembwe nyingi. Tulia hivyo hivyo kama moja. Nisi wanafiki. Mimi si nuksi, na we mwenyewe umeingia kwenye mpumbe. Nisikilize, naitaka hiyo cheni hiyo shingapi? Nisikilize, naitaka hiyo cheni shingapi hiyo? Nivulia hiyo cheni, oya, nivulia hiyo cheni. Oya, oya, wewe unataka kupasua oya. Oya, mimi usiniletee mpaya wewe. Oya, mbona mistaki kelele kelele za kipuuzi? Mpunia hiyo cheni. Oya, wewe, nini, oya wewe si mnafiki wewe. Kuja kuonyesha wanafiki, tunakujua wanafiki, tunacheza vipi triki zetu. Bora hata leo umewahi kurudi mapema. Umefurahi, naomba uongee na ndugu zako, zungumza na Hanifa. Nitachoka. Kafanyaje kanji? Hanifa ni wakuninyima mimi chakula, chakula ambacho kinatafutwa na wewe mume wangu, chakula ambacho mimi ndiye niliyeingia jikoni nikakipika Yani sijelewa, yani. Yani mimi sijaelewa yaani, kakunyima chakula kwamba mlikuwa mnapika, yaani sijaelewa yaani, kakunyima chakula vipi? Mimi ninataka kula, niko mezani sawa, nimepakua chakula Anifa anamimina glasi ya maji kwenye chakula changu mimi ili ni sile. Mbali na hivyo, anavuka sana mipaka Anifa ni wa kuniambia mimi na kijese hiki cho mimi nakula bure, sina faida kabisa kwenye familia yenu, kwa sababu sina mtoto hata mmoja na wewe. Kanji, kweli, amekwambiaje? Mimi mpaka sasa hivi sijawapa faida yoyote, sina mtoto hata mmoja? Kanji, hivi mdogo wako anajua mimi navumilia vingapi tunavyokuwa humu chumbani au anataka mimi siku nitoke ndani ya ndoa nikatangetange huko nje, unasikia? Ngoja sauti iwe chini, naomba uongee na mdogo wako kwa sababu kauli ambazo amenitamkia amevuka mipaka. Anapata wapi nguvu ya kunitamkia mimi maneno magumu kama hayo? tu ya kupata nguvu yaani, kwa nini anatuingilia kwenye maisha yetu? Yaani wapi yani? Kujua kuna muda mimi najifikiria yani yani, kwa nini yani, kila siku yeye ni kila siku yeye tu, kwa nini anatuingilia? Na kila siku ndio umekuwa unawatetea, ni mimi muda mimi si muda mrefu nilikuwa nataka kugombana nao, nitaka kuwafukuza wao, ndio wanawatetea. Hii nyumba yangu, ni wewe, unanyimwaje chakula? Yaani chakula unanyimwaje yani, chakula ni kitu cha kunyimwa. Ulia hapo, toa hiyo cheni vizuri, wewe lete.

Niambie bei ya ukweli, niambie shilingi ngapi ukatumia. Mia mbili? Unanidanganya, nitajua huko huko, mshamba wewe. Sasa nisikilizeni, nisikilizeni tena, nisikilizeni vizuri, nyinyi watoto wa kike. Alafu tena wewe ujue mwanjao, nitakuja kukupasua wewe. Wewe nakutia panga wewe hata mwembili wanachemka wewe. India tuone nani ata kuchangia mtaa wako maskini wa jeuli wewe. Sasa ni mzee, angalia huyo mshamba. Afu angalie oui. Tena umesikia shughuli yenu inafanyika wapi? Yo shughuli inafanyika wapi? nakuuliza wewe Aha,

domo tutafikiri bakulauji, mtizame kwanza, nieleze mimi. Sikutegemea kama mambo kama haya jamani, aki ya Mungu, roho yangu mimi. Jamani, nikwambie kitu sawa? kama umewahi kukaa chini na ndugu zako mkaongea upumbavu wowote ule kuhusu mimi, naomba isije ikajirudia, kwa sababu hanifa hawezi kupata nguvu ya kuniambia mimi nakula chakula cha bure. Anaitoa wapi hiyo nguvu ikiwa? Yeye anakaa hapa, ni nyumbani kwako, anakula chakula chako. Yesi anafanya kazi, mbona ajirishi? Anakula chakula chako, alafu mimi mke wa kakake anapata wapi hiyo nguvu? Au kuna mwanamke tayari umeshataftiana, mnanitafutia mimi sababu? Kanji sema sema, Tunu kwenye hii dunia kila siku nakwambia, mke wangu, hayupo mwanamke ambaye nitampenda kukuzidi wewe. Yaani mimi siwezi kukuacha wewe. Hakuna mtu anaweza kunipangia maisha yangu kwenye mahusiano, yaani hayupo, yaani. Kwa sababu mimi sijawahi kuhusika hata siku moja kumpangia mtu anampenda nani asimpende nani. Naomba, zungumza na ndugu zako. Ongea nao. Sawa. Unawaonaga wale wa mama na wale wadada ambao wanaendaga kuzaa nje ya ndoa. Kwa sababu tu ya midomo ya mawifi pamoja na mama wakwe zao wale wanafikia hatua mbaya sana please, sitaki kufika kwenye hiyo level. Au ndugu zako wanataka mimi nitamke ni, ni kitu gani napitia mchumbani? Saskia ishaushaongea nishakusikia au mambo mengine utuku. Na mimi naomba mtu naonimtu ajue napitia nini, yani waelewe mimi naye tunachokipitia yani, mke wangu koko kuna muda usilaumu, ila kwenye hili yani kwenye hili la kukunyima chakula, kukwambia wewe unajaza choo, unakula bule. Sasa ulitaka ufanyaje? Yani wao walitaka ufanyaje? Unaniuliza mimi? Yani wao walitaka mimi nifanyaje? Unaniuliza mimi? Zungumza na ndugu zako na zungumza na mimi kanchi. Lakini mi kila siku nimekuwa nikitaka kuwafukuza wewe, ndio unakataa. Nilikuwa muda mrefu nataka ondoke, kila mtu aende kwenye mishe zake, wewe ndio unanikataza. Mbona kama Bae, nisame mimi sina amani kwenye hii nyumba, nisamee mimi, nisamee mimi ambaye mimi ndio nina matatizo kwenye uzazi. Mimi ndo ambaye sitaki kuzaa. Sikia wewe. Wewe. Kwa sababu mimi ni kwa sababu kaji, wewe una nguvu za kiume, mimi nazaaje? Sasa si unyamaze, nishasikia. Yaani wewe ushasema, nimeshasikia. Hawajui mimi naye hawajui mimi naye, tunavumilia na vipi wafahamu? Alafu mimi nishaona kama mbona kuna watu wanakuja kutawala kwenye nyumba yangu? Yaani kwa nini watu watawala kwenye nyumba yangu? Sasa mimi naenda kutoa maamuzi ya kiume yani, kwa sababu mtu hawezi kutawala kwenye nyumba yangu. Unatawala vipi mtu kwenye nyumba yangu? Mi naenda kuongea naye, naenda kumwambia mama yake aongee naye, yani. Na nikimkuta huko chumbani mimi ni naye, yani yani, nikimkuta chumbani mimi ni naye yani, anakuaje yani anakunyima chakula, niache Dadao kaenda kazini Dasio mrefu, lakini mbona mwanangu umekasirika sana? Mama, mimi naomba uongee na mwanao. Yaani, mwambie mtoto wako kuwa sipendi akaye awe anamwingilia mke wangu kwa sababu haiwezekani mimi, nyumba ya kwangu, mke wa kwangu kila kitu ni vyangu, alafu ya amnyime chakula mke wangu, yani kwa nini anamnyima chakula yani? Mbona mm. Mke wako ndio katia maji chakula cha mwenzake, mama. Anifa ni muongo yani, mama, kitu ambacho ukijua kijui Anifa ni mwongo, alafu ana roho mbaya yani, ana roho mbaya yani. Sasa kweli ni maneno, wewe kweli kabisa, ni kabisa mdogo wangu anaenda kumwambia mke wangu, anaenda kukaa naye, anamwambia kwamba yeye hana kizazi, hazai, anakula bure, analala bure, anashinda bure mundani, yani kila kitu ni bure bure, hana faida yote kwenye familia. Ni maneno ya kumwambia mke wangu? Lakini wewe mwanangu, unamsikiliza sana mke wako, kupendi maneno ya aina yoyote kwa ndugu zako yani. Kila anachosema mwanamke unamsikiliza, kila anachosema mwanamke unamsikiliza. Mama, mimi kila siku nakwambia Anifa na roho mbaya Mama Hanifa mpendi mke wangu yani, yani ampendi kabisa yani. Kwa sababu kikawaida tu, kikawaida kwenye maisha tu ya kawaida. Mimi mke wangu nimetoka naye mbali. Yaani kuna vitu mimi ananivumilia, yani tunavumiliana yani, ya, kiasi ambacho mwanamke mwingine hawezi. Mbona mke wangu mimi ana roho mbaya? Nifa, yani Nifa, Nifa kila siku anamchokoa chokoa mke wangu, kila siku amchokoa. Sasa mimi nimekuja hapa. Naomba uongee naye. Yaani mwambie kabisa yani kwamba mimi nimekasirika. Ab, sitaki kabisa nihusishe, yani sitaki atuingilie mapenzi yetu mimi na mwanamke wangu, yeni mdogo wangu yule mwana ana vitu vingi tu vya kufanya. Wewe hapa, si umeumwa hapa mama? Si unaumwa hapa hapa? unamwona Anifa hapa yani wewe unaumwa. Anifa yani Anifa ndo katoka kaenda kutafuta kazi, mradi asikuhudumia hapa, muda wote mke wangu ndo yeye anakuhudumia yani. Mama umeona yaani, mke wangu yaani mda wote ndo akuhudumia wewe. Mama we unapikiwa chakula hauli, una maji hautaki, dawa haunywi, mke wangu anahangaika na kuhudumia. Ulikuwa umekaa hapo mzima kabla hujaumwa, Anifa hajawahi hata siku moja kutafuta kazi. Sasa hivi alivyoona wewe unaumwa akatafuta kazi kukwepa majukumu. Mke wangu yupo <sighs> Mke wangu yaani yupo yaani, yaani. Yaani umeona ya chochote unakipata, yaani mke wangu yaani mke wangu ya yupo. Anifa yupo hapa. Ukiwa unaniambia mimi mke wangu analomba yaani hapo, mimi ndo na nashindwa kuelewa yaani, wewe unataka labda afanyaje? Yaani unampenda tu lakini analomba sana. Kati ya Anifa na mke wangu mwenye lomba ya nani? Kabla ujaumu alikuwepo hapa. Ulipoanza kuumwa kuumwa watu akatafuta kazi akaondoka mke wangu asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, yaani ana, ana, mda wote uko bize na wewe. Niko zangu kazini, ananipigia, mwambie mama awe anakula, mimi namwekea chakula mezani hali niko zangu kazini, ananipigia, mama hataki kunywa dawa. Wenyewe mnataka afanyaje tu? Tunu yaani tunu aweje yaani? em niambieni basi, mi mbona amani sina kwenye nyumba yangu matua huko, baada ya matatizo nimewaleta hapa, mama na mdogo wangu, nikajua labda nitafurahia maisha. Nikiangalia kushoto na Tunu, nikiangalia kulia niko na nyinyi, lakini mbona mmekuwa mwiba kwenye familia yangu yani? Mbona ta mnanibebesha mzigo yani mkubwa, yani kuamini yani vitu vingine ambavyo, kwa sababu wewe, umebadilika lini? Mbona siku zote iko hivi nipate stresi ya kazini nipate stress ya kutafuta hela nipate stresi ya kuhakikisha familia inakana inapata mahitaji yote. Hujui mwanangu anavyofanya mke wako, hujui kabisa mama. Unaposema angalia, kuna maneno mengine mama, unakufulu mama. Huyu unasema akupendi, si ndo huyo hapa, mda yote uko naye nyumbani anakuhudumia hapa. Mi nimekuuliza hapa, aya, Hanifa iko wapi? Hapa sikaja tu kala kaondoka. Aya, basi aya, kuja basi, njoo ule, yani uondoke, yani bado unakuja. Mama mwenye nyumba unamnyima chakula, alafu kaja hapa yani. Alivokuja hapa kakusaidia nini? Kakupa hela? Kakufanyia nini? Kakuinua hata kupeleka chona? Mwanangu, msamehe sana, msamehe sana, mdogo wako amekosa. Mama mimi sitaki na wala sipendi kukuona unalia, yani na unajua ni hivyo yani, sipendi kabisa yani kuona unalia naomba ukae na mwanao, mwambie Anifa akiendelea na tabia hii, akiendelea kumchokonoa chokonoa mke wangu, hii nyumba itamshinda safari hii. Sasa nataka niwe natoa maamuzi ya kiume, labda ndo tunaweza kule. Akiendelea tena akithubutu kudili na mke wangu, akithubutu kumdhihaki au kumnyanyasa kwenye hii nyumba, kutamshinda asubuhi tu. Nadhani unanijua mama, akili yangu unaijua. Yani unanijua yani. Ninapokuja kwenye swala la msimamo unanijua. Niliwasha moto wa tamaa moyoni nikaona pesa ni njia ya kufika juu nikawasa